Na mbao niambie, huyo lo kutumia message anakwambia hawezi kulala bila kusikia sauti yako ni nani? Umesikia, Musa huyu, eh kameshtuka kakajua na kachitika na wivu wako, mambo? Emni ya chuli, nabuza usikilize, yani akutumia message anakwambia mekumisi ya kuna mbeni mwanaume. Musa huyu amekosea message ka kauni sema ukajue vizuri, kana madem kibao. Mama amekosea message, mama sio mimi, nikamejichanganya baba. Usinichanganye na baba, unielekeze nikamelekeza leo nyoka basi ngoja niweke salio, nampigia mbele yako hapo amsikie. Oa Musa, bebe, nimejichanganya mwanangu hapa kwa shemeji yako sasa, kuna demu mwanangu banitumia message afu niko na shemeji yako mwanangu. Nataka sasa nikikupigia tu simu mwanangu useme wa nilikosea message mwanangu, unakamilisha, fanya hivyo sasa mwanangu, mimi sijafukuzwa. Unajua sina kwa kulala leo Mnaongea na nani? tafikia ko gani sahizi, mbona kupiga simu usi pigie simu ili uamini kuwa kanavuta bangi. kamekosea meseji mi kameniuzi ono you know? Huyu lazima atakuwa mwanamke, minakujua. Ehe, anapiga tena, mi naipokea isimua. Hello mama kwa nini akate simu kama kwa akate simu? <coughs> Mwanamke sasa, huyu nani tena akapokea simu? Musa, unataka nilale nje? Musa, unataka nifukuzwe? Musa eh? Mi naagiza bia, Musa, bia zangu unakunywa kila siku, Musa. Nilijua <coughs> nilijua tu kwamba yule ni mwanamke Aye, <coughs> Kwa nini kwa ukati nakuuliza? Utakuwa ah, mtandao <laughs> mama, unajua mitandao inasumbua hiyo sikizi. Mtandao akipigiwa simu wanaongia <laughs> wanawake, sindiyo? Aha, basi <laughs> <laughs>